Nazo familia za mitaani katika jiji la Kisumu zilipokea chakula cha mchana siku ya Krismasi kwa hisani ya mbunge wa Kisumu ya Kati Joshua Oron. Mbunge huyo ambaye wakati huu wa mwaka hujulikana sana kama Santa alitangamana na kusherehekea na familia hizo katika kile ambacho kimekuwa desturi kwa mamia ya familia zinazoishi katika mitaa ya Kisumu. Huyu hapa weekly for catch na kina cha taarifa hiyo, ni chakula cha mchana kwa familia zinazoishi katika mitaa ya jiji la Kisumu katika sherehe za mwaka huu za siku kuu ya Krismasi. Ni siku ambayo husubiriwa kwa hamu na gamu na watoto wanaoishi katika mitaa ya katikati mwa jiji la Kisumu. Mbunge wa Kisumu ya Kati Joshua Oron almaarufu Santa anasema sherehe hii ya kila mwaka ya mtaani Inalenga kuwapa kila mmoja fursa sawa ya kufurahi na kuadhimisha siku hii muhimu kwa njia ya kipekee. Walionufaika walimpongeza mbunge huyo kwa kitendo chake cha ukarimu huku wakiwasihi viongozi wengine na watu wenye nia njema kuwakumbuka watu ambao hawajabahatika katika jamii hasa katika siku kama hizi za sherehe. Leo nimefurahi sana kwa sababu nimeona watoto kwa stresu ambao ameletea chakula wamefurahi sana. Sisi pia tumefurahi kwamba wamama wa soko wa Kondele, kwanza amefanya kitu ya maana, kuisiganisha watu maninja hawa na binadamu ya kawaida, sio kazi rahisi. Mbali na kufurahia mlo, wengine walinyolewa nywele zao, huku mbunge huyo akisema kuwa mpango maalum ya kuwaunganisha tena watoto wa mtaani na familia zao unazidi kutayarishwa. We are also

Densi na tabasamu zilitanda huku kila mmoja akisakata densi kwa miondoko ya kipekee aliyojifunza mwaka huu <muchilis> nikiripotia darubini kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech. <muchilis>